Yo, yo, what up? What up, Tanzania? What up, East Africa? I go by the name of Msafi the Real, Q-Boy Msafi. Au wanangu, skiza nanitajiwe uh, niko hapa kwa sababu moja tu ya kuandress kuna kitu, uh, watu wengi wamenitagi sana kwenye mtandao kutokana na maneno ya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 sehemu uliokuwepo wewe. Hapana mzee, ifikiwa wakati mwanangu, tuheshimu nguvu ambazo tunazozitumia na sisi kwa sababu tunatumia nguvu nyingi sana, na tupo hapa juu ya kutia huruma bro na kuheshimu wewe. Ni kama braza yangu, kuna mengi yalifanyika, kuna mengi tushakutana, tukaongea. Safari ya Kigoma naamini unaijua kwamba ulikuwa huna hata sehemu ya kufikia au ya kulala, tulikuhifadhi na tukakupa nafasi ukaweza kuipambania ndoto yako. Sasa usituoni sisi ni wajinga, kwamba we baada ya kufanikisha ulichokuwa unakipambania, kwamba sisi pia hatuwezi kufanikisha tunachokipambania. Kila mtu ana mtazamo wake bro, mtazamo wako kama ni wa sita, sisi mtazamo wetu huku ni wa tisa. Tunakuheshimu, heshima ibaki kuwa hapo na tuseme hivyo, eti kwamba ndo tupo hapa juu ya kutia huruma. Lakini napenda tu kusema kwamba tuna mengi ya kuongea, ila nasikitika wanaokupa nafasi ya ku, watu wengi wakiwa karibu na Diamond wanaona maisha ya huku nje ni mepesi. Yaani ni malaini yaani, kwamba hata nikitoka hapa kwa Daimondi naenda huku nitafanya vitu vyangu kirahisi. Lakini ukweli ukiangalia, watu waliotoka kwa Daimondi wote ambao walikuwa hapo kwa Daimondi wako vizuri, wana eh, eh, kijiji akitoka ukimpa wiki tatu mwezi Mwa, una, kwenye sanaa, au una ada... tunazungumzia watu waliofanya kazi na Daimondi mm. alafu wakatoka mm. kwa Daimondi awe ni mpiga picha. Tuanze labda nikutajie watatu au wawili, usiona wasiwasi. yote tuanze lukamba, unamjua lukamba wa Diamond Platinum? <laughs> mpiga picha lukamba, unamjua piga picha watu wote lukamba. <laughs> <laughs> audio series za kusisimua, makala za ulimwengu,